Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV. E, moja kati ya kapu ambazo zilikuwa zinafahamika hapa Tanzania ni hii kapu ya Nana Dolls, na jamaa mmoja hivi kutoka huko Kenya e, ni mtu mwenye wasifu, kiongozi katika serikali ya huko Kenya ambapo inasemekana kwamba alikuwa na date na mwanadada Nana Dolls na hizi zote hizi habari zote zimekuja kutrend Nana Dolls, na e, na e, Dolls aliamua kuonyesha gorofa ambalo alikuwa analijenga. Sasa basi baada ya habari kusambaa, ni kwamba hivi karibuni bwana, kuna hii habari nyingine imekuja ku happen kwamba huyu jamaa inasemekana kwamba kuna, vo, kuna chati au kuna ujumbe mrefu sana ambao amekuja kuvujisha huku katika mitandao ya kijamii eh, hii ni WhatsApp chat ambapo ameelezea kuhusiana na sababu ya yeye kuachana na Nana Dolz, yani yeye na Nana Dolz wametengana na sababu ameziandika hapa. Huu, yani so, ni ujumbe ambao ameuandika kwa Kiingereza, nitakusomea pia kwa lugha ya Kiswahili ili uweze kuelewa alichokuwa na maanisha. Yani, na nausoma moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili na utranslate juu kwa juu. So, sikiliza ili uweze kuelewa ujumbe wa huyu jamaa ambaye alikuwa ni bebe wa Nana Dolz kwa mujibu wa vitu ambavyo vilikuwa vinasemekana baada ya Mange Kimambi kuzungumza, na Nana Dolz naye pia akaja akakonfirm hiyo habari kwamba kweli, aliyuko kwenye mahusiano na huyu jamaa. Sasa huyu jamaa amekuja kusema kwamba ameachana na Nana Dolz na sababu ameziandika hapa. Haya, ujumbe unasomeka hivi kwa Kiswahili moja kwa moja. Sasa nahitaji jambo moja liwe wazi kuhusu mimi na Nasma kwa sababu, kwa sababu ameendelea kuposti. Niliamua kumaliza uhusiano wangu naye mwezi wa Aprili nilipogundua kuwa alikuwa anaonana na wanaume wengine, nimeona machapisho yake, na mwanzoni sikujali sana, kwa sababu nilidhani anahitaji kupona kutokana na yote yaliyokuwa yanaendelea. Lakini sasa ameendelea kuposti posti aki, akiniita mume wake na kutoa picha kama kwa, kana kwamba bado tuko pamoja, na sasa natambua kuwa huenda anafanya hivi makusudi ili kuwapotosha watu ndiyo maana nataka hili liwe wazi kabisa kwa sasa amesa, kwa sasa amesafiri kwenda Kigali na anarudi da tarehe kumi na kwa sasa amesafiri kwenda Kigali na anarudi da tarehe kumi na tare tano, na kupitia machapisho yake ameonyesha kwamba ameonyesha kana kwamba bado tuko pamoja, hivyo basi watu wanaweza kudhani yuko na mimi, hivyo tafadhali nisaidie kuwafahamisha wote kwamba mimi siko naye, hata siwasiliani naye, na analijua hilo vizuri sana, anatakiwa aache. So huo ndo ujumbe wa huyu jamaa, kuweka wazi kwamba yeye na Nana Dolzi walishaachana tokea April, Bwana eh? lakini huyu Nana Dolz bado anamuita jamaa mume, anamposti na nini na vitu vingine kama hivyo. So jamaa ameamua kuweka vitu clear, kwa hiyo Nana Dolz ameachwa na huyu jamaa. So huo ndio ujumbe ambao umesambaa sana sasa hivi mtandaoni. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.